Wanajeshi nchini Guinea Bissau wametangaza kuwa wamepoka madaraka baada ya kuonekana katika runinga ya taifa hapo jana Jumatano tarehe 26 mwezi 11 2025, wakisema wameiteka serikali ya nchi hiyo kufuatia taarifa za milio ya risasi karibu na ikulu ya rais siku tatu tu baada ya uchaguzi mkuu. Awali rais alivyoeleza vyombo vya habari vya Ufaransa kuwa amepinduliwa na kukamatwa. Hili ni jaribio la hivi karibuni kati ya mapinduzi kadhaa yaliyotokea Afrika Magharibi katika miaka ya hivi karibuni. Msemaji Denisi Nshama alisema katika taarifa, uongozi wa juu wa kijeshi kwa ajili ya kurejesha utulivu wauma wa kitaifa na wa umma umeamua kumwondoa mara moja madarakani rais wa jamhuri na kusimamisha taasisi zote za jamhuri ya Guinea hadi amri mpya zitakapotolewa, alisema. Wamechukua hatua wa hiyo kutokana na kubaini mpango unaoendelea ambao alisema ulilenga kuisumbua nchi kwa kujaribu kuchezea matokeo ya uchaguzi. Nshama alidai kuwa mpango huo umeandaliwa na wanasiasa kadhaa wa ndani kwa kushirikiana na mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya pamoja na raia wa ndani na wa kigeni, ingawa hata hivyo hakuwataja wanasiasa hao wala mfanyabiashara huyo. Wanajeshi walitangaza kusitishwa mara moja kwa mchakato wa uchaguzi na shughuli za vyombo vya habari pamoja na kufungwa kwa mipaka yote ya nchi. Vyanzo vya serikali vimesema kuwa mpinzani wake Fernando Diaz na Domingos Pereira na waziri wa mambo ya ndani Boshe Kande pia wamekamatwa. Vyanzo hivyo vimesema vikundi vilivyoshirikiana katika mapinduzi vimemkamata mkuu wa jeshi Jenerali Biangi Nantan na naibu wake Jenerali Mamadu Ture. Mashahidi jijini Bisau walisikia milio ya risasi majira ya saa saba mchana, lakini haikuwezekana mara moja kubaini ni nani aliyehusika na ikiwa kulikuwa na vifo au majeraha. Maelfu ya watu waliokuwa kwa miguu na katika magari walikimbia wakitafuta hifadhi walipoanza kusikia milio ya risasi, ripoti ya shirika la habari la AFP ripoti. Baadaye Jenerali Denis Nchama, mkuu wa tawi la kijeshi katika ikuru ya rais, alisoma tamko lililotoa taarifa ya mapinduzi. Alisema maafisa wa jeshi wameunda amri kuu ya kijeshi kwa urejeshaji wa utaratibu na kuagiza wananchi kubaki wakiwa na utulivu. Vizuizi vya barabara vimewekwa kote jijini Bisau na mitaa ilikuwa tupu kabla ya marufuku ya kuingia mtaani iliyoagizwa kwanza kufanya kazi saa moja. Gini Bisau imekumbwa na mapinduzi manne ya kijeshi na majaribio mengi ya kupindua serikali tangu ipate uhuru ikiwa ni pamoja na jaribio jingine ripotiwa mwezi uliopita. Nchi hiyo pia imekuwa kitovu cha biashara ya dawa za kulevya kati ya Amerika ya Kusini na bara la Ulaya. Uchaguzi wa rais na wabunge ulifanyika siku ya Jumapili. Rais aliyekuwa madarakani Umaro Sissoco Embalo na mgombea Diaz wote wa upinzani Fernando Diaz wote walijitangaza washindi siku ya Jumanne, japokuwa matokeo rasmi ya awali yalitarajiwa kutolewa leo. Alhamisi, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Associated Press aliona barabara zinazoelekea ikulu zikiwa zimefungwa na wanajeshi waliokuwa na silaha nzito na walikuwa wamevaa barakoa. Afisa mmoja wa ikulu alisema kundi la watu wenye silaha lilijaribu kuvamia jengo hilo na kusababisha kurushiana risasi na walinzi. Afisa mwingine wa wizara ya mambo ya ndani alisema pia walisikia risasi karibu na ofisi ya tume ya uchaguzi. Wote wawili walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina hawakuruhusiwa kuzungumza hadharani. Mjumbe mmoja wa kundi la uangalizi wa kimataifa wa uchaguzi alisema kuwa mkuu wa tume ya uchaguzi amekamatwa na ofisi ya tume imefungwa na jeshi. Mjumbe huyo alisema rais amekuwa akisema kwa watu kuwa anashikiliwa na jeshi. Chombo cha habari cha Ufaransa cha Jeune Afrique kilinukuu kauli ya Embalo akisema amekamatwa na kwamba mapinduzi hayo yaliongozwa na mkuu wa majeshi. Rais huyo alibainisha kuwa hakufanyiwa ukatili. Rais Mbalo aliambia runinga ya Ufaransa ya France 24, akisema nimepinduliwa. Mbalo alikuwa akikabiliwa na mgogoro wa uhalali wa madaraka huku upinzani ukisema muda wake wa urais ulikuwa umekwisha na hawakumtambua tena kama rais. Mbalo alinukuliwa akisema kwamba amekuwa hai licha ya kujaribiwa kuondolewa madarakani mara kadhaa wakati akiwa madarakani. Hata hivyo, wakosoaji wake wanadai kwamba anatengeneza migogoro ili kudhibiti wanaopinga sera zake. Rais huyo mwenye umri wa miaka hamsini na mitatu alikuwa anataka kuandika historia kama rais pekee wa nchi hiyo kupata mhula wa pili mfululizo katika miaka thelathini iliyopita. Awali alikiri kwamba hangekuwa mgombea wa mhula wa pili, lakini akabadili msimamo wake wa awali. Gini Bisau ni moja ya nchi masikini zaidi duniani ikiwa na idadi ya watu zaidi ya milioni mbili. Pwani yake ina visiwa vingi visivyo na makazi, jambo linalofanya iwe rahisi wafanyabiashara wa madawa ya kulevya ambapo Umoja wa Mataifa umekadiria kuwa nchi mbaya kwani imekuwa kituo muhimu cha usafirishaji wa madawa ya kokeni kutoka Amerika ya Kusini kuelekea bara la Ulaya. Katiba ya Guinea-Bissau inaweka muda wa urais kuwa miaka mitano. Embalo alichaguliwa mwaka elfu mbili na ishirini na upinzani ulidai muda wake ulipaswa kuishia tarehe 27 Februari mwaka huu, lakini mahakama ya juu iliamua uwe hadi Septemba 4. Uchaguzi hata hivyo, ulia hadi mwezi huu. Inaripotiwa kuwa pia wanajeshi wamemkamata mpinzani wake Fernando Diaz na Domingos Simeosi Pereira, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani PAIGC, kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho kupitia mtandao wa Facebook. Hata hivyo, Fernando Diaz amekanusha kukamatwa na wanajeshi, kwani awali alisambaza video kwenye mitandao ya kijamii akikanusha taarifa hizo. Domingos Simeosi Pereira aliwahi kuwa waziri mkuu, alichukuliwa kama mpinzani wake mkuu wa Embalo kabla ya yeye na chama chake kuzuiwa kushiriki uchaguzi baada ya kudaiwa kutowasilisha nyaraka mapema. Baadaye alimuunga mkono Fernando Diaz. Baada ya mapinduzi, miito mbalimbali mbali ya kimataifa imeanza kutolewa ikitaka kurejeshwa kwa utawala wa kiraia. Afisa wa Umoja wa Mataifa alisema wanafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa kuzingatia sheria na kujizuia kwa pande zote. Tume za uangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika na ile kutoka magharibi mwa Afrika ECOWAS zilitaja tukio hilo kama jaribio la wazi la kuvuruga mchakato wa kidemokrasia na kuitaka Guinea Bissau kurejea katika utaratibu wa kikatiba. Muungano wa asasi za kiraia Popular Front uliilaumu serikali ya Embalo na jeshi, wakidai wanafanya mapinduzi ya kutengeneza ili kuzuia matokeo ya uchaguzi na kuendelea kushikilia madaraka. Kundi hilo lilidai Umalo Sisoko Embalo anapanga kumte rais wa mpito na waziri mkuu wa muda kisha kuitisha uchaguzi mpya anaokusudia kugombea tena. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini kumekuwa na mapinduzi katika nchi nyingi za Afrika ikiwamo Mali, Niger, Burkina Faso na Gabon, ambapo majeshi yalichukua madaraka kwa hoja ya kuimarisha usalama. Katika nchi jirani ya Guinea Bissau, ambayo ni jamhuri ya Guinea, Jenerali Mamadu Dumbuya alimpindua raisi mwaka elfu mbili na ishirini na moja kwa madai ya kupambana na ufisadi. Nchini Gabon, wanajeshi walichukua madaraka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu muda mfupi tu baada ya Rais Ali Bongo kutangazwa mshindi wa uchaguzi. Hii ni Msasa Media. E bwana, mi naitwa Madebe Lidai almaarufu Nabii Mswahili, na uh, kwa sasa unatazama Msasa Online. Kokote ulipo switch on Msasa online kwa matukio mazuri, habari zenye mantiki, vitu vyenye tija, ila usisahau kulike, kusubscribe na ku comment. Eh bwana, mwanaume yote atakayelinga na gari la baba yake au mama yake mzazi, inatakiwa tuheshimu wanaume wenye basikili zetu wenyewe. Msasa ni kisasa zaidi. Asante sana.